Kwa majina anaitwa Dr Alex P Alexander, ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Same. Tumeandaa kikao kifupi kwa ajili ya mafunzo kwa waganga viongozi wote wa famasia na wataalamu waarabu kwa ajili ya kupeana mafunzo namna sahihi ya kutumia mifumo ya GoTHOMIS. Kwa halmashauri ya wilaya ya Same tuna vituo 64 na vyote vinatumia mfumo wa GoTHOMIS katika kutibu wagonjwa, lakini pia tunatumia mfumo wa GPG kutengeneza control namba kwa ajili ya wateja kulipia kwenye vituo vyote. Kwa hiyo tumekutana leo ili kuweza kupeana mafunzo, lakini pia kuhakikisha sasa tunaenda kutumia zile module zote zinazopatikana kwenye mfumo wa GoTHOMIS kwa asilimia mia moja. Licha ya mafunzo haya, pia tunategemea kuwa na mafunzo ya bima ya afya kwa wote kwa waganga viongozi wa famasia na CHMT na watumishi wote wa afya Tunategemea kuandaa mpango kazi ambao utareflect swala la bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo hiki ni kikao kazi cha siku tatu, tumekutana ili kuhakikisha wateja wetu wa Same wanapata huduma bora ya afya, lakini pia tunatumia mifumo kwa usahihi wakati tunapoingia kwenye bima ya afya kwa wote, ili kuweza kuleta matokeo tarajiwa na serikali. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba ndani ya siku mia moja tunaanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote suala, so hili, litasaidia sana wale wazee wetu, wajawazito, na watu mbalimbali walio kwenye makundi maalum, wasio na uwezo kwaweza kupata huduma bora ya matibabu, na wakati huo pia vituo vikiweza kutengeneza mapato na kuweza kujiendesha bila kuwasili utoaji wa huduma, upande wa kuhakikisha kwamba tunawafikia wote kwenye bima kwa wote sisi kama halmashauri kupitia kikao hiki tumejipanga kwamba kwenye kila zanati tutawapatia malengo ya kuhakikisha kwamba wanafika kwenye kaya zilizopo kwenye maeneo yanayozunguka zanati, kituo cha afya na hospitali. Lakini pia sisi kama timu ya wilaya, tutapita kata zote kufanya mikutano na kuhamasisha wananchi kutumia bima ya afya kwa wote. Wakati tunapita kuhamasisha tunatoa lai kwa wananchi, lakini pia tunatoa lai kwa serikali za mitaa na serikali za vijiji na vitongoji, kuhakikisha kwamba wote tunakusanyika kwa pamoja tupeane hamasa, lakini pia tushiriki kwenye vikao hivi ambavyo vinajikita zaidi kwenye kutoa elimu, lakini pia kuhakikisha kama kuna mwananchi anayehitaji wa kuandikisha, basi tunamwandikisha papo hapo, kwa sababu tunatembea na vifaa vyote vinavyosaidia kuandikisha. Na siku hizi mfumo wa bima ni ni kujiandikisha ni safe, kwa maana wewe mwenyewe unaruhusiwa kujiandikisha, lakini tunajua kuna changamoto ya matumizi ya mifumo kwa baadhi ya wananchi. Kwa hiyo sisi kupitia vituo vyetu tutasimama kuhakikisha kwa mwananchi anayetaka kujiandikisha basi tunamsaidia anajiandikisha, anafanya malipo na anapata bima yake kwa wakati, ili kuendelea kutekeleza agizo na kuweza kuwafikia wote kwa wakati mmoja. Uh, hi, haya mafunzo na kikao hiki cha siku tatu kimejikita zaidi kuleta manufaa kwa wananchi, kwa maana kile ambacho tunaelekezana namna ya kusajili wateja, namna na ya kutoa elimu, lakini pia namna na ya kutumia mifumo mbalimbali ya ukusanyaji wa mapato, mifumo ya kutibu wagonjwa, inaleta tija kwenye vituo, kwa maana kuhakikisha kwamba vituo vinatoa huduma bora ya afya, lakini kuhakikisha pia vituo vinakusanya yale maduhuli ya serikali kama ambavyo panatakiwa na serikali, lakini pia inaleta tija kwa mwananchi, kwa maana mwananchi atapata huduma bora ya afya lakini pia mwananchi atapata bima ya afya ambayo itamsaidia kupata matibabu kwenye ngazi zote za kituo. Kwa hiyo ina tija kubwa kuhakikisha kwamba tunafikia mwananchi na mwananchi anapata bima ya afya kwa wote, na anaelewa pia bima ni nini na muktadha wa bima kwa jamii na faida yake, pia wakati atakapopata changamoto, kwa sababu bima tafsiri yake kwamba mimi nilie mimi ambaye naumwa na yule ambaye haumwi, tunakusanyika kwa pamoja tuhakikishe kwamba wote tunapata huduma. Maanake sisi wote hatujui kesho yetu, mimi naweza kuwa mgonjwa leo au naweza kuwa mgonjwa kesho, wakati huo kuna mgonjwa anatokea kesho kutwa. Wote kwa pamoja tunakuwa kwenye pulu moja kuhakikisha kwamba siku yoyote mmoja kati yetu akiumwa anapata matibabu. Ndo maana serikali ikaja na mpango wa bima, ili kuwa na pulu moja ya matibabu kwa watu wote bila kujali kipato, bila kujali uh, ulemavu, bila kujali ana changamoto gani, lakini akipata shida yoyote inayehitaji matibabu, basi aweze kupata matibabu kwa wakati na kwenye ngazi zote, kuanzia nzia zahanati hadi hospitali kubwa.